Kumekuwapo na trendi kubwa sana katika mpira wa miguu kwa kuwafungia baadhi ya wasemaji ambao wanakiuka taratibu na miko ya TFF Tanzania. Sasa siku ya leo imekuwa ni siku kubwa sana, baada ya Jerry Muro kuzungumza maneno kwa uchungu sana, akiwa anapiga story na Juma Ayo kutokea Crown. Sasa story kubwa ni kwamba eh, Jerry Muro alikuwa anazungumzia kuhusiana na tetesi ambazo zinaendelea kwamba eh, eh, Ali Kamwe yupo kikangoni na amepewa adhabu ya kufungiwa takribani miaka miwili. Sasa watu wengi wamekuwa wakisema kwamba huu ni muda ambao tunahitaji vijana kama Ali Kamwe, Ahmed Ahmedi Ali na wengine wengi ambao wana uwezo wa kuchangamsha gemu la soka pale ambapo linakuwa limepoa. Nikukumbushe tu kitu kikubwa ambacho unatakiwa kufahamu, klabu ya Yanga ndio klabu ambayo inaongoza kufungiwa mfululizo na TFF wasemaji wake pale ambapo wanakiuka sheria na taratibu ambazo TFF wanaamini kwamba hawa watu wamekosea. Alifungiwa Bumbuli Hassani Bumbuli, akaja kufungiwa Jerry Muro, akaja kufungiwa Antonio Nugaz, Haji Sande Manara. Lakini pia sasa hivi rungu linaenda kumwangukia ali Kamwe, sikiliza hichi ambacho amekizungumza Jerry Muro kuhusiana na hizi tetesi ambazo zinaendelea, alafu niambie nini mtazamo wako kwa hichi ambacho kimezungumzwa. Na sitakaa niamini kama TFF kupitia kamati yake inakwenda kumfungia Ali Kamwe kama hizi tetesi zinazosema, ninataka kuamini huenda wana preempt jambo kuangalia perception ya, ya mapokeo ya watu lakini, twende kwa mtazamo wa kwanza kwamba ndio wanamfungia. Maoni yangu, kama kuna jambo ambalo TFF inapaswa kulitazama ni hili la kuanza kuwaandama wasemaji wa vilabu na haswa klabu ya Yanga taarifa niliyonayo na ninayoifahamu, amefungiwa Hassan Bumbuli, amefungiwa Antonio Nugaz, nimefungiwa mimi Jerry Muro, amefungiwa Haji Sunday Manara, um, na sasa wanataka kumfungia Ali Kamwe. Watu watatu katika kipindi ambacho, watu watano katika kipindi ambacho akizidi miaka mitano, kwa hiyo ni wastani wa kila mwaka wanamfungia mtu mmoja wa Yanga. Sasa sitaki kusema kwamba hao wanaofungiwa wamefanya makosa kuliko wengine. Hoja yangu ninayotaka kusema na kama nakosea, naomba mnisahihishe, cha kwanza, wasemaji ni sehemu ya familia ya mpira, japo sio main actors kwenye mpira, kwamba sio wachezaji, sio benchi la ufundi, sio mwenyekiti au katibu, wale viongozi wakuu hawa ni wanafamilia ya mpira. Uh, ninachokiona na ninachotaka kukishauri kabla ya kukimbilia kuwafungia wasemaji wa Yanga, sasa ni wakati wa TFF kutengeneza kanuni na miongozo na taratibu zinazosimamia eneo hili la usemaji, kama ambavyo wametengeneza kanuni na taratibu zinazosimamia chama cha nani, uh, chama cha marefa, soka la wanawake, soka la ufukweni. Eh, na wasemaji sasa imefika wakati watengenezewe kanuni na miongozo, nikimaanisha kwamba huu ni wakati wa TFF kwanza kuandaa syllabus na kuwaita hao wasemaji na kuwapa darasa, alafu kuwaeleza, kuwafundisha, kuwa train kama wanavyo train uh, waamuzi kama wanavyo train makocha wakishawa train sasa shirikisho litoe miongozo itakayosimamia hili eneo, na baada ya kutoa miongozo, sasa ndio lije na rungu nyuma. Leo unapokwenda kumwadhibu mtu ambaye hukumwandaa, hukumtayarisha. Bahati nzuri klabu imetafuta mtu ambaye ni mwandishi wa habari au mtu anayejua 5W na 5W+H mwenye taaluma mwenye mwenye mwenye mwelekeo huo wakiwaandishi, wakamweka pale. Sasa ilitakiwa TFF iingie sasa pale kuwajengea uwezo. Okay, hii ni moja kati ya stori kubwa siku ya leo katika michezo, ambapo tumeweza kumsikiliza Jerry Muro, alishawahi kuwa afisa habari wa klabu ya Young Africans. sasa hii tetesi kubwa ambayo eh, mashabiki wa klabu ya Yanga wanaona kabisa inawatoa katika mchezo tarehe nane pale ambapo wanaenda kuvaana na klabu ya Simba. Nadhani TFF pia wameliona hilo kwamba wasizue taharuki kwa kumpa hili rungu semaji wa klabu ya Young African Ali Kamwe, kwa sababu kutazua taharuki kubwa sana kuelekea katika mchakato wa dabi ya Kariakoo, uh, klabu ya Yanga ikivaana na wekundu wa Msimbazi. Sasa hii ni taarifa mpya ambayo zimekuwa zikizungumzwa na e, watu wengi wamekuwa wakiongea kwamba nini kifanyike na nini, ambacho kinaendele, kina, kine, na nini ambacho kinaenda kutokea. Basi wewe pia mdau wa soka e, m toa maoni yako kupitia box la comment hapo chini, niambie unadhani nini mtazamo mkubwa wa wewe kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea. Je, TFF wafanye nini ili kuweza kubalansi mzani na hii fungia fungia ya wasemaji iweze kufika ukomo? Je, ni alichokizungumza Jerry Muro ni sahihi? Inahitajika kuwekwa taratibu na sheria na mikakati maalum ya kuwapa miongozo hawa wasemaji ambao wanakuwa ni wasemaji wa vilabu mbalimbali mbali nchini Tanzania. Nadhani kwa sasa hivi utakuwa unakubaliana na mimi kwamba hichi ndicho kipindi kikubwa sana ambacho tunamhitaji Alikamwe, tunamhitaji tunawahitaji e, wasemaji wote ambao wapo katika vilabu katika ligi ya Tanzania bara. Nadhani huu ni wakati ambao vilabu vingi Tanzania vimewaajili vijana ambao wanadamu changa na ni vijana ambao wamekuwa wanaleta matokeo chanya hasa katika hamasa za klabu zao. Ukisema Alikamwe kwa sasa umtoe, utatoa radha kabisa ya mpira wa Tanzania, kwa sababu Alikamwe amediali ni timu pacha, ambao wakikaa pamoja watakufurahisha, kuna wakati watakuhuzunisha, lakini pale ambapo wanakutana, wanajua nini mpira unahitaji, watacheka pamoja, watafurahi pamoja. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho kimefanya mashabiki wa klabu ya Simba pia kuumizwa na hili tukio ambalo wanalodai linaenda kutokea. Nadhani ni muda mwafaka wa wewe shabiki ambaye unafuatilia vizuri sana mpira, shabiki ambaye vizuri sana mpira nadhani ni muda mwafaka wa wewe shabiki ambaye unaujua vizuri sana mpira, unadhani nini athari kubwa inayoenda kutokea pale ambapo Ali Kamwe ataadhibiwa ama kupigwa rungu na TFF, rungu la miaka miwili asishiriki katika mchezo wa mpira wa miguu. Nadhani klabu ya Yanga ipo katika majonzi makubwa sana kumpoteza Ali Kamwe kwa sababu hichi ndicho kipindi ambacho wanamuhitaji mara mia, aweze kusimama na wananchi, aweze kusimama katika hamasa, aweze kusimama kutoa faraja kwa mashabiki pale ambapo timu haijafanya vizuri. Nadhani wewe pia una nafasi ya kunipa mawili matatu kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea. Niambie hapo chini katika boksi la komenti, mtazamo wako ni upi kwamba je, ni kweli Alikamwe atapewa rungu na Yanga haitaathirika? Na nani mbadala wa Alikamwe endapokuwa Alikamwe ataadhibiwa? Je, swali lipo hivi, Manara atarejea kuwa msemaji wa klabu ya Young African ama ni nani atakayerejea kuwa msemaji wa klabu ya Young African? Nadhani kwa haya yote yatatokea baada ya mechi ya tarehe 8 kwa sababu TFF inawezekana hawajatoa hili rungu mapema ama hii adhabu mapema, ili kupisha presha ambayo inaenda kutokea hapo tarehe nane. Karibu sana, hii ni Bongo Star Media. Nipe ushauri wako hapo chini katika boksi la komenti, twende sambamba. Nitapitia ujumbe wako moja kwa moja, na nitajibu komenti moja baada ya nyingine kwa kile ambacho umekiandika kwa mtazamo wako. Basi siku njema iwe nawe, niseme tu kwa leo tuishie hapa. Bye bye.